Yeah. So ya so mambo yamekuwa mengi sana kwa mwaka huu hasa kwa huyu aliyekuwa msemaji wa klabu ya Yanga hapa, namzungumzia Haji Sande Manara, so kuhusu maisha yake kwa ujumla. So kama utakuwa unakumbuka pia kwa miaka ya nyuma, so Haji Sande Manara alishawahi kuwa na wanawake wawili ambao alikuwa ni wake zake halali kabisa wa ndoa kabisa. Hapa namzungumzia Lubina binti Salum na Lushaina. So nafikiri hawa ni wanawake ambao walikuwa ni wake kabisa, wandoa kabisa wa Haji Sande Manara, lakini mwisho wa siku wakaja wakaachana na hawa wanawake wote wawili. So haikufahamika chanzo cha hawa wanawake kumkimbia Manara, lakini juzi juzi tu hapa Haji Manara ameweza pia kuachana na mwanamke wake ambaye ni Zailisa, eh, kwa stori tofauti tofauti ambazo zilikuwa zinaendelea kwenye mitandao. So iliaminika au huyo mwanamke ambaye ni Zailisa aliweka ukweli kuwa Haji Manara alikuwa anamchiti. So alikuwa anajaribu kwa approach baadhi ya ndugu wa mwanamke huyo ambaye ni Zailisa so tukirudi kwa hawa wanawake wawili ambao kwa kipindi cha nyuma walikuwa ni wake wa Haji Manara. Sasa Haji Manara bana, ameweza kuwakumbuka hawa wake zake. So kuna moja ya ujumbe ambao walikuwa ameweza kuandika, lakini ujumbe huo bana ha, moja ya wake ambao wamewahi kuwaoa au ambao wamewahi kuwa wake zake ameujibu so ameujibu kama vile inaonekana bado kuna shari kati yao eh? Sasa ujumbe aliokuwa ameuandika Haji Manara, ujumbe ulikuwa unasomeka hivi: pengine haikuwa riziki kwao na kwangu pia, na kutengana kwetu lazima kulitokana na sababu zilizo nje ya uwezo wetu kama binadamu, ila bado nakumbuka moment nzuri pia wakati tukiwa pamoja na furahi pia nikiwaona wamebakia na classic ile ile na mvuto wao ule ule. Ni heshima kwangu cause kuachana sio uadui, na lazima maisha mengine yaendelee. Ibaki, kuo, ibaki kuombeana heri na kusameheane tulipokosana. Hawa wanajua vizuri moyo wangu, na wanajua kwamba nawaombea maisha bora, na hata waume bora kuliko Bugatti. all the best kwenu. Kisha akaweka makopa ya lavu, kisha akaweka na mikono ya kushukuru. Sitake maswali zaidi, enda no comment, itafutwa kabla ya reform hawajanijadhia mzi. Kisha akaweka emoji za kucheka kisha akawatagi hao ambao wamewahi kuwa ni wake zake Lubina, eh, binti Salumu, kisha akaweka na kopa la lavu, kisha akamtagi pia Lushaina, kisha akaweka na kopa la lavu. So hizi lavu ikiwa zina maana gani, kana kwamba kwa wakati huu anawahitaji hao wanawake, so ndivyo ilivyotafsirika hapa, baada ya kuwatagi hao wanawake kwa kuweza kuweka makopa ya love. Lakini kama unavyojua tena, kila kitu sio unavyoki unavyokirepresenti ndivyo ambavyo huyo mtu ambaye una meshini ndivyo atavyochukulia. Lakini hii bwana akaja akaijibu mmoja ya wanawake so wa haji Manara so alijibu kwenye ukurasa wake wa Instagram kwa kuweza kuandika hivi: Tafadhali staki drama. Manyanyaso niliyoyapitia kwako, Mungu ndio anajua. Hakuna neno chafu sijawahi kusikia kutoka kwako. Umenitesa sana kwenye ndoa, umenidhalilisha, kunikashfu na kunidhalau kama hivo kila tusi ulinipa, sikuwahi kuwa na heshima ya mke kwako, maneno ya kashfa hadi kwa mtoto wako, na bado ukaniachia mzigo wa malezi hadi leo. Tangu nitoke kwako, huyu mtoto hata sura yako haijui, na nimekaa kimya muda wote kulinda heshima. alafu leo unaniposti kwa jema lipi? Tafadhali naomba usinitumie kwenye drama zako ulio ulionipitisha nayo yanatosha, sitaki zaidi. Endelea na maisha yako, niachi niendelee na maisha yangu na mwanangu. Naishi na kauli yako, kamwe sitakuja kutia huruma hapa, kamwe inshallah. I promise you, asante. Hivyo ndivyo alivyokuwa amemjibu eh, Manara huyu mwanamke mwingine wa Haji Sande Manara ambaye alikuwa ni mke wake kwa miaka mingi iliyopita. So kama hivyo, huyu eh, bibi amedai kuwa alikuwa amemwachia malezi ya mtoto, kana kwamba Haji Manala alikuwa apeleki huduma au apeleki huduma mpaka sasa kwa huyo mwanamke, lakini usikose sehemu ya pili. Hii bado inaendelea, eh, vitu kama hivyo. Ila nikukumbushe tu wewe ambaye bado hujasubscribe, so hakikisha una subscribe ili wakati mwingine uweze kupata taarifa zetu ya yeah.